Ilikuwa jana ile, marehemu kaniamsha kaniambia, nenda kungoa maharage na kufanya kazi hapo hapo. Nikaangalia nikaona ni usiku, nikaona ni usiku, nikakaa, nikaona kamefika asubuhi, kaniambia, nenda kazini, nikaenda. Nilipoenda muda wa saa sita nikatoka, nika nikakuta mlango umefungwa Nikaita majirani cho mwangalia nini, nimetoka kazi nakuta mlango umefungwa stima ndani. Ndo wakaa hapo kuja, wakaita akakosa mtu akuitika, wakaita akakosa mtu akuitika. Kasema hapo sasa, tabidi tufanyeje? tuite viongozi, nakaita viongozi ndio akabomoa. Maana akuniambia yuko vizuri kwa kweli. Ilikuwa jana muda wa saa saba mkaza na alikuja nyumbani kwangu kuniambia kwamba nimepita, milango mifungwa kwa ndani, nimeita mume wangu baada ya kutoka kazini akakataa kuitika ndipo nilipokuja kuangalia kama nyi wazazi mje mumuite. Ndipo tukaja nyumbani kwake James, tukaita James, hakuitika tukampigia simu, simu ilikuwa hewani, haikupokelewa ndipo tukaita radio ilikuwa inalia kwa sauti kubwa ambayo ni sabufa. Baada ya hapo tukaita, tukashindwa, nikaamua kuchukua maamuzi ya kwenda kumuita barozi wa shina akaja. Alipokuja nilijaribu kumuita ya, akuitika marehemu. Ndipo tukaita uongozi wa kijiji ukaja, mwenyekiti wa kijiji na afisa mtendaji wa kijiji wakachukua maamuzi ya kubomoa mlango ambao ulikuwa umefungiwa kwa ndani. Baada ya hapo, tulipoingia ndani ya nyumba, ndipo tukakuta marehemu ameshakufa ananinginia kwa juu. Nilipopigiwa simu simu ikawa iko charge. Sasa nikaona mtu amenifuatia kule kwa balozi, unatakiwa kwenda pale kwa James Jasson. Na mimi hapo nilifanya haraka haraka kama kamanda, okua nikakuta wazazi wako hapa na wengineo kama majirani wananisimulia tatizo lile. Nilipofika, sasa nikaona watu wanaangalia pengine pa kupita ili waone ni kipi ndani kilichotokea. Sasa nikaona sasa hapo wameshindwa. Sikabidi ni wajiza sasa hapa, kama ipo milango miwili mmoja, basi tusukume, basi tuone kwamba kwa ndani unaweza kufunguliwa ule mlango. Ni kweli kweli, jitihada za wananchi walifanya vile, lakini pia tukakuta kuna mlango mwingine ndani ndani. Sasa pale tulivotungulia, wengine wenye we macho, basi angalau ya kuona ndani, wakawa wanaangalia, wakamuona ameninginia juu, akasema sasa hapa tayari Bwana James akashajinyonga. So baada ya pale, ule mlango tuliobaki vile vile haukufunguliwa mpaka tulivyoita viongozi wa wa ofisi kuu kama serikali ndio walivyo kuja wakaamua mlango tusukume tena, tuone kwamba ni kipi ndani ili tutoe taarifa zenye sahihi. Ni kweli walifanya vile tukashirikiana, kwa pamoja, kuwashukuru viongozi wangu walifanya hivyo baada ya hapo mlango kawa umefunguliwa, basi hapo tukakuta ni kweli, meshaji ameshajinyonga yuko amening'inia kule juu. Tangu siku ile apelekwe polisi, sisi tulijaribu kumtoa pale. Alipokuja hapa, basi kama viongozi na familia tulikaa, akasema hakuna kingine kinachomsibu kufanya tat, tatizo lile. Na mlivyokuja ni nashukuru sana, mlifuatilia, akaelewa, akaelezea yeye mwenyewe, akawaelezea kwamba, bwana, mimi kinacho misibu kujinyonga ni moja ni mbili tatu. Lile lile tatizo lilibaki moyoni mwake, hakuna aliyemwambia kuna wala aliyezungumza naye, lilibaki yeye kama yeye na Mungu wake. Ndio hivi sasa, siku ya jana ndio akamwambia mke wake kwamba ni wewe, nenda na wafanyakazi ukafanya kazi, ukure na mimi nakuja. Sasa kumbe, baada ya kuondoka mwanamke na wafanyakazi, yeye alibaki na majukumu ya kujinyonga humo ndani. Polisi walikuja na daktari kapima waka ndo wakapata waka ka kwamba amejinyonga, ndo wakagusu kwamba sowezi la kupima limeisha. Na polisi walijaribu kuongea na wananchi pale kujaribu kukemea matukio hayo, watu kuchufua maamuzi yao, kujichukulia madaraka mkononi kwa kuweza kupoteza maisha hivyo. Basi ndio polisi wakaruhusu kwamba marehemu azikwe hapo, wakasia kwamba kama kuna anayeweza kuwa anajua taarifa ficho ambayo imejificha humo katikati aweze kutu kutoa taarifa kituo cha polisi, aweze kufuatilia. Lakini huyo marehemu aa, kama mwezi uliopita alikuwa amefanya jaribio hilo la kujinyonga pia. Tukapewa taarifa, tulifika pale kwake, tukakuta kweli ana kwame jaribu kuchukua kamba mbili na akaweka, akabonda bonda na simu yake wakamnyang'anya na majema yake ya kwa pikipiki yake mwenyewe, kwamba ali alijiunga na Freemason akapewa masharti. Sasa masharti alopewa ndio sasa yakawa magumu kwake, akaona hawezi kufanya kutimiza ile masharti, bora yeye ajinyonge afe. Na nadhani kwa kwa tukio hilo, sisi kama viongozi tuliweza kuchukua hatua kumpeleka polisi kwa usalama zaidi, lakini pia ndugu zake na baba yake akamfuata tena huko akakuta kikombe cha yake yuko sawa, akamrudisha. Sasa unaona ametekeleza azima yake aliyokuwa ameipanga tangu mwanzo na sisi kama jamii tunaendelea kukemea vitendo hivyo ya kujishukuria maamuzi ambayo lakini, pia kwa kukemea vijana kuwa na haraka ya mafanikio ya mapema, badala yake siri ya mafanikio ni kufanya kazi, aweze kupata mafanikio bila kufanya kazi. Sasa wao vijana wanataka kauli yao ni kwamba kuri kuishi maisha marefu ya shida, bora kuishi miaka michache ya raha, ndio kauli yao vijana wanaoyesema kwa mitaani na kwa kauli hiyo eh, vijana wanaweza kuisha sasa, so, wanakimbilia maisha mafanikio haraka mayo hayana tija, na matokeo yake ni kujinyonga kwa sababu wana haraka ya maisha na haiwezekani.